Mtazamaji uh, wana Melissa TV Kenya ambao kwamba tumekita mizizi hapa kaunti ya Kakamega, sub kaunti ya Matungu, ambao kwamba tumejawa na mbiu ya majonzi. Kuna familia ambayo inaomboleza kifo cha mwenda zake Mama Judith. Na hapa ninaye dada mmoja ambayo angependa ingependa kumuulizia siku ya leo anaiona aje licha kwamba wako kati ya majonzi ya madam Judith. Kwa hivyo dada yangu, una hisi vipi? Naona unaweza kujiandaandaa kwa ajili ya kufanikisha ibada ya siku ya leo. Mi naposimama hapa kwa matanga ya shemeji yangu, niko na niko na huzuni sana kwa ajili ya huyo shemeji yangu, alikuwa shemeji yangu mzuri, tena alikuwa rafiki wakati wenye ulikuwa natoka kwangu tukikuja hapa alikuwa anatukaribisha sana. Kwa hivyo nimepoteza mtu mzuri katika maisha yangu, tuko na huzuni sana kwa ajili ya shemeji yangu Judith. Kwa ajili ya furaha yake alikuwa anatukaribisha kwa hii boma, alikuwa anatukaribisha vizuri na furaha. Anasema imekuwa ni vigumu kwake zaidi, bwanake amekuwa ni mwandani wake si haba ameshinda jinsi anavyoweza kumunimikizia sifa huyu mwenda zake, lakini yote anasema ameweza kuachia Mwenyezi Mungu. Maana yake Mwenyezi Mungu ndiye anayechukua na Mwenyezi Mungu ndiye anayepeana. Familia nzima ya Melissa TV Kenya, dada, tunasema poleni na poleni zaidi. Usikate tamaa, maana yake Mungu anayepeana ndiye anayechukua.